Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa baad. Naam, tukiwa ndugi zanguni Waislam ni wenye kukumbushana katika jambo ambalo kwamba ni muhimu sana kwa kila binadam Allah subhanahu wa ta'ala atuambia kwenye Qur'an, wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha inna Allaha la ghafuru rahim. Ikiwa tutakapokuwa ni wenye kuzihisabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala, ni nyingi mno kiasi ya kwamba hatuwezijua idadi yake. Sisi leo Waislam shida yetu iko katika neno moja, au katika jambo moja, au katika mfumo mmoja tumekuwa binadamu wengi katika sisi hatui ni wenye kukinai kwa neema ambazo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametujalia. Ikiwa leo binadamu utamwona mwenzako yuko katika neema fulani, ni aula kwako wewe kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumuomba akujalie neema kama ile na amdumishe yule mwenzako kwenye neema kama ile, au akupe zaidi ya neema kama ile, lakini itakuwa vipi? Leo twasikitika sana nikimwona cha mtu yuko sehemu ya juu, basi roho yangu ikaenda mbio, kwa nini fulani akawa nacho na mimi sina? Elewa ya kwamba, kwanza, tambihi mbili nitapeana. Ya kwanza, tabia ya kuombaomba. Muislamu hatakiwi kujipamba na sifa ya kuombaomba. Wewe muislamu ni mtu ambaye kwamba wafaa kujistiri kwa haya, hali ya kuwa Allah amewasifu waja kama hawa, ehe, akisema nini katika Qur'an? Yhsabhum ljahilu aghniya min ataafuf tarifuhum bisimahum la yasaluna an-nasa ilhafa, watu ambao kwamba asiyekuwa anaijua hali yake akamuona ni tajiri kulingana na alivyojiweka, ana qanaatu nafs, amejihifadhi na kule kuombaomba watu. Yeye ana shida lakini hamlilii mwingine isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini usiamke usiku ukaswali rakaa zako ukamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kufungulie matatizo yako, leo kwenda kumtarajia fulani yakupe fulani ya kupe, itakuwa ni mpaka watu wamekuangukiza jina ya kwamba fulani yule ombaomba omba iwaja yule, kila kimwona hulia shida. Lakini kuwa mtu ambaye kwamba shida zako hakuna anayezifahamu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kwenda kumdilia isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sio leo fulani tajiri huyu, leo fulani tajiri yule. Ukikosa kwa huyu, angalau hata kama shilingi 20, ili mradi tu lana ile ya kuomba uipate. Hilo la kwanza. Pili, siku zote ukitaka kuijua umuhimu wa neema ambayo kwamba uko nayo, basi elewa ya kwamba, mwangalie siku zote yule aliokuwa chini yako. Ikiwa wewe wana chakula ambacho kwamba hakina kiteo, kuna mwingine hicho chakula chenyewe hana ikiwa wewe watembea kwa miguu, kuna mwingine miguu yenyewe hana. Ikiwa leo umesimama una pumzi zako wapumua, kuna mwingine hizo pumzi yuwatamani angao kwamba ikaongezeka pointi moja kwenye oksijeni mtungi wake akaweza kupumua. Leo vipi, Muislam, utakuwa ni mwenye kukosa shukurani kwa Allah? Pumzi unazokaa nazo huzilipii, maneno unaozungumza huyalipii, kila kitu ambacho kwamba unachokifanyia binadamu, nguvu zako, kuamka kwako, kutembea kwako, kula kwako, idadi ya maneno unaozungumza, nywele zako zimekaa kwa idadi maalum, basi elewa yule aliyokupatia hayo ni mwingi wa kuregesha kwake shukrani. Kwa hivyo, nasaha yangu fupi, kila unapokaa tadhakkar, neema ambazo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amekujalia, utajipata roho yako ni yenye kutudia na ufanisi mkubwa katika hii dunia. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.